Karibu ndugu mtazamaji wetu wa kipindi chetu pendwa Kiganjani Afya Check. Leo nitakayekuletea kipindichi majina yangu naitwa Charity. Tumetembelewa na mgeni wetu. Nitamkaribisha aweze kujitambulisha, yeye ni nani, ametokea wapi na ni nini lengo hasa la kufika hapa. Karibu. Asante, mimi jina langu naitwa Fatuma Abbas Selemani, mama mzazi wa Hamis bwana Jumanne natokea Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Karibu sana mama. Amisi ndo huyo ambaye upo naye hapo pembeni? Ndio, Amisi ni huyo ambaye aliyo pembeni yangu. Karibuni sana. Kutoka Bagamoyo mpaka hapa ni safari ya umbali kidogo. Nafikiri una jambo ambalo ungependa kuwaeleza watazamaji wetu. Ndio. Je, ni jambo gani hilo ambalo ulitamani kuwaeleza watazamaji? Karibu. Hamisi ana shida na tatizo la kufeli figo na pia ana tatizo la changamoto ya akili na anasumbuliwa na degedege dege. Pole sana. Je, ni muda gani kusumbuliwa na hili tatizo la figo? Ameanza tatizo la kufeli figo, huu sasa ni mwaka wa pili tangu agundulike ana tatizo la kufeli figo. Asante. Na matibabu ulianzia wapi, na sasa upo wapi kwa ajili ya kuendelea na matibabu? Matibabu nilianzia Bagamoyo baada ya kushindwa kujua nini tatizo nikahamishwa hospitali ya Mwimbili. Mwimbili ndio aliogundua tatizo hilo la kufeli figo. Na Mwimbili ndipo alipogundua tatizo la kufeli figo. Tangia kipindi hicho mpaka sasa ni miaka miwili. Je, unaendeleaje na matibabu na gharama zipo vipi? Hasa napambana na, na gharama zake mlipoanza Matibabu mlikuwa mnalipa shilingi ngapi? Tulipoanza tulikuwa tunalipa laki moja na themanini kwa wiki mara mbili, ambayo ilikuwa nafanywa dialysis pale Muhimbili. Aha, kwa hiyo sasa hivi mnalipa shilingi laki moja na themanini mara mbili, ambapo inakuwa ni laki tatu na shilingi elfu sitini. Ndiyo. Na je, kuna jitihada zozote ulizifanya kwa ajili ya kupunguziwa gharama na serikali? Ndiyo, niliandika barua ya maombi ustawi wa jamii wa Muhimbili. Wakanipunguzia gharama ya kutoka laki moja na themanini, wakanihamishia kwa laki moja na arobaini na nne kwa wiki mara mbili. Okay, sawa. Na hiyo shilingi laki moja na arobaini na nne uliweza kuimudu bado? Sikuweza kuzimudu, nikawa mda mwingine nakosa kabisa nauli, nakosa na pesa kabisa ya kumpeleka kwenye dayarisisi, na naangaika hivyo hivyo mpaka nikipata nampeleka tena kwenye kufanyiwa dayarisisi. Oh sawa. Na kutoka hayo malipo ya shilingi laki moja na arobaini na nne, je, umeweza kupunguziwa kiasi chochote au bado unaendelea kulipa hiyo hiyo? Hapana, nikaandika tena barua ya kuomba kupunguziwa gharama. Nikapunguziwa mpaka sasa nalipa elfu tisini ambayo ndio nalipa mpaka sasa. Okay, sawa. Kwa hiyo shilingi elfu tisini unalipa kwa wiki au ndugu mtazamaji wetu angependa kujua mchanganuo huo? Nalipa shilingi elfu tisini kwa wiki. Nalipa laki moja na themanini. Kwa hiyo kwa wiki unalipa shilingi elfu tisini, unafanyiwa mara mbili, ina maana kwa mwezi ni laki saba na ishirini na kwa mwaka inakuwa kama milioni nane. Je, yeah, vipi unaweza kuzimudu gharama hizi? Hizi gharama nachangiwa na familia na ndugu na ndugu, mda wengine wanashindwa kunichangia Umeona na muda mwingine nashindwa kabisa kumpeleka kwenye matibabu. Okay, sawa. Na wewe unajishughulisha na nini hasa kwa ajili ya kuweza kujikimu na maisha? Mimi najishughulisha na kilimo mimi pamoja na baba yake. Je, kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya chakula? Kilimo kwa ajili ya kula tu. Pole sana mama kwa kuuguza. Tungependa kujua Hamisi anaendeleaje sana na matibabu na hali yake ikoje kwa sasa? Mpaka sasa anaendelea na matibabu ya kufanya dialysis na afya yake hayuko mbaya kama alivyokuwa hapo mwanzo. Oh, sawa. Na kutokana na tatizo la afya ya akili na degedege Je, Hamisi anaweza kufanya chochote kwa sasa? Kwa sasa labda tu anaweza kukaa na wenzake kuongea mawili matatu, lakini sio kujishughulisha na chochote. Ok, pole sana mama. Sasa, kutokana na gharama za matibabu kuwa juu na shughuli ambazo unazifanya kwa sasa, je ungependa kuwaambia nini watazamaji kwa ajili ya hili swala? Mimi nachotaka kuambia ndugu watazamaji wetu, nilikuwa naomba mchango kwa yeyote alichojaliwa nacho aweze kunichangia, kwa sababu gharama za matibabu ziko juu, na kulingana na hali ya uchumi imekuwa mgumu, tunashindwa kulipia gharama za matibabu kwao. Nilikuwa naomba yeyote mwenye kujaliwa chochote alichokuwa nacho anisaidie au anichangie kulipia gharama za matibabu. Okay, sawa. Watazamaji wangependa kujua mawasiliano yako ya simu, kama wanaweza kukuchangia chochote ungeweza kututajia namba zako za simu? Namba yangu ya simu ni sifuri saba nane ishirini ishirini na moja sitini na tano mbili. Watazamaji wangependa kufahamu watakapoweza kukutumia fedha hizi, je, ni majina gani ambayo yanatokea kwenye namba hizi za simu. Jina litatokea Penina Abasi Selemani. Ndugu mpendwa mtazamaji wetu, kama ambavyo mgeni wetu ameweza kujieleza na ulivyomsikia kutokana na changamoto ambazo kijana wake anapitia na gharama za matibabu kuwa zipo juu na kipato chake jinsi ambavyo amekuelezea hakitoshelezi kuweza kukidhi gharama za matibabu. Ukiwa kama ndugu mtazamaji na mpendwa wa kipindi chetu na mtu yoyote uliyeguswa, tungependa uweze kujitolea chochote kumchangia ili aweze kuzimudu gharama za matibabu kwa ajili ya kijana wake, kadri Mungu atakavyokugusa uweze kumchangia chochote ulicho nacho. Asante sana ndugu mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi kipindi chote hicho. Niliyekuletea kipindi hichi, ninaitwa Charity.